Baadhi ya taarifa ambazo tumezipa kipaumbele katika siku ya leo, ambapo maafisa wa upelelezi wa mauaji wanakagua simu ya marehemu Cyrus Jirongo huku uchunguzi wa kifo chake ukiendelea. Aidha, DCI wamemtaka dereva wa basi lililohusika kwenye ajali hiyo kufika kituoni kuhojiwa zaidi. Na kama anavyoarifu Franklin Wallah, haya yanajiri huku Rais William Ruto akitembelea familia ya marehemu Jirongo na kutoa rambirambi zake. Japo uchunguzi wa maiti ya Sairas Jirongo ulibaini kifo chake kilisababishwa na ajali, gari lake lilipogongana na basi katika eneo la Karai huko Naivasha, makachero wanaendelea na uchunguzi wa kifo hicho. Makachero wanaochunguza kifo hicho wanaangazia mawasiliano ya Jirongo saa tatu kabla ya kifo chake. Uchunguzi huo unahusu mawasiliano ya simu na watu waliokuwa wakiongea nao kwenye simu akielekea Ivasha. Taarifa ya dereva wa basi la Climax lililohusika kwenye ajali hiyo pia inadadisiwa. Dereva huyo Tairas Kamau ametakiwa kujiwasilisha Ijumaa kwa polisi wa kitengo cha upelelezi wa jinai DCI wanaochunguza mauaji hayo. Haya yanajiri huku rais William Ruto akifika nyumbani kwa marehemu Jirongo huko Gigiri kuomboleza na familia hiyo. Rais Ruto alitafakari kuhusu uhusiano wake na Jirongo kipindi ambacho walikuwa kwenye muungano wa kisiasa wa vijana wa YK92 katika miaka yao awali kwenye kisiasa. Hata hivyo, msemaji wa familia ya Jirongo George Haniri amesema Jirongo atazikwa nyumbani kwake huko Lumakanda, eneo bunge la Lugari, tarehe 30 Disemba. Franklin Wallah, runinga ya Citizen.